Kutoka Kirenyaga na vuka boda naingia Tanzania na wapata. Viongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema wamepinga kauli ya serikali ya rais Samia Suluhu Hassan kuhusu maridhiano mapya. Baadhi ya viongozi upinzani, wa upinzani walioachiliwa huru hapo jana, akiwemo naibu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche wamesema hawajafanya hawa na hawako tayari kushiriki mazungumzo na serikali ya Tanzania kuhusu uchaguzi mkuu uliokamilika. Kayanda na taarifa hii. Wakati shinikizo zikizidi kutolewa dhidi ya kuchaguliwa kwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, serikali yake inaonekana kusaka suluhu la kuponya majeraha ya Watanzania walioathirika wa na kathia ya maandamano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 Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanadadisi kuwa kulikuwepo mazungumzo kati ya serikali na viongozi wa upinzani, ila upinzani unapinga kauli hiyo. Tuliwaambia mapema kwamba kuna sababu ya kurudisha taifa pamoja, hawakufanya hivyo. Wamefikisha taifa letu kwenye hali mbaya na ngumu. Kama tulivyokamatwa ndivyo tulivyoachiwa. Hakuna mazungumzo yoyote tuliyofanya na mtu yoyote. Nataka hili liwe very clear kwenye public. Haya yanajiri huku wanachama wa chama cha ACT Wazalendo wakiwa wa hivi punde kupinga mchakato mzima wa uchaguzi mkuu na kushikilia kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ana uhalali wowote wa, wa wananchi. Uchaguzi huu haukuwa huru wa haki wala haukuwa kuaminika na umepoteza vigezo vyote na sifa za kuwa uchaguzi wa kidemokrasia. Viongozi wa kidini nao wanatoa wito wa maridhiano, ila wanaendelea kukashifu jinsi jeshi la polisi lilitumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano. Wako watu waliouawa wakiandamana, lakini adhabu ya kuandamana sio kifo cha risasi. Wako watu waliouawa wakiwa majumbani wamefuatwa wakauawa wakiwa nyumbani kwao. Hilo alionyesha sura ya Tanzania hata kidogo. Leo hii kikao cha kwanza cha bunge la kumi na tatu kilianza rasmi kwa kumchagua spika ambapo aliyekuwa naibu spika wa bunge la kumi na mbili Musa Zungu na ambaye amekuwa mbunge wa Ilala kwa miaka ishirini alichaguliwa kwa kura nyingi zaidi na kuwa spika wa nane wa taifa hilo. Zungu anachukua nafasi ya mtangulizi wake Daktari Tulia Ackson aliyeamua kutulia na kusalia mbunge wa eneo la Uyole. Victor Kayanda, Undugu TV.